Haya ni miongoni mwa maswali ya kipekee sana ambayo ameuliza ndugu yetu Hassan. Anataka kujua katika ununuzi wa hisa, kila broker ana kiwango chake cha kuanza kununua. Kama wewe hujui na kama ndio mara yako ya kwanza, labda unasikia swala zima la broker, ukweli ni kwamba kwenye soko la hisa huwezi kununua hisa bila kupitia kwa dalali. E, eh, huku mtaani watu wanajitahidi kwa kwepa sana. <laughs> Kwamba kama unataka kupanga nyumba e, eh, unatafuta namna namna fulani hivi kwamba uweze kumkwepa dalali. Eh, au kama unataka labda ku, kununua bidhaa yako, unataka kununua gari, unataka kufanyaje? Unatafuta namna fulani kwa sababu watu unajua mara zote kwamba yani hapo kishasikia tu dalali unajua yani lazima kuna chaju fulani hivi ambacho lazima kinaongezeka. Sasa tofauti na ununuzi wa vitu vingine, upangaji wa nyumba, ununuzi wa nyumba, ununuzi wa magari na vitu vingine ambavyo vinahusisha madalali, kwenye soko la hisa dalali haepukiki. Yani kwa vyovyote vile unavyonunua au kuuza hisa, lazima dalali ahusike. Sasa kwa sababu dalali lazima ahusike, ndipo linakuja swali sasa la huyu ndugu yetu, hasa ni kwamba je katika ununuzi wa hisa, kila broker kila, maanake hapo kila dalali ana kiwango chake cha kwanza kununua. Ukweli ni kwamba kiwango kiko fixed kwa madalali wote. Kwa hiyo hilo swali lake linalofuata hapo kwamba je, unaweza kununua unavyojisikia ni yes, unaweza kununua unavyojisikia au kulingana na kiwango cha fedha ulichonacho. Lakini mara nyingi sana sana, uh, sana, kama unanunua kupitia app, wanapenda ununue kwa kiwango cha kumi kumi, yani kwa mfano hisa Uh, kumi, hisa ishirini, hisa thelathini, hisa arobaini, hisa hamsini, hisa mia moja, ishirini, hisa elfu moja mia moja labda na kumi, lakini kusiwepo na zile labda kumi na tatu, arobaini na saba. Sanasana sana kama unanunua kupitia app hizo zinani, ila kama unanunua kawaida, uh, unaweza kununua pia kwa katika mfumo kama huo, nikimaanisha kwamba kama, kwa kama unanunua kupitia madalali wenyewe kwa kujaza form au kupitia kwa mfano benki kama CRDB unaweza ukanunua katika mfumo kama huo, hata kama kuna 47, 23, inawezekana, lakini kwenye app ni kwa kiwango cha 10 10. Sasa, kiwango cha chini kabisa cha kununua hisa ni hisa kumi. Kwa hiyo itategemea sana aina ya hisa ambazo wewe mwenyewe unazinunua au bei ya hisa ipoje kwenye soko kwa wakati huo, kwa mfano hapa sema hapa si, sioni nani yangu ya karibu lakini nadhani kiwango cha juu kabisa kwenye soko la hisa ni kama elfu kumi na sita hivi na point na kiwango cha chini ni mia thelathini hisa za chini. Kwa hiyo kama ni, ni mia thelathini maana yake hisa kumi inaweza kuwa elfu moja mia tatu kwa hiyo kwa shilingi elfu moja mia tatu unaweza kuanza kumiliki kampuni yako na kiwango cha hizo ambazo ni elfu kumi na sita elfu kumi na saba hivi maeka laki moja na sitini laki moja na sabini hivi laki moja na themanini. Unaweza kununua siku hizi kupitia app, unaweza kununua muda wowote, saa ishirini na nne hata muda huu, na rekodi video hii ikiwa ni saa mbili kasoro dakika mbili E, hii kasoda kambili usiku unaweza ukanunua hisa sasa hivi kupitia app ya DSC kiganjani. Kwa hiyo kwa, kwa vyovyote vile kama upo tayari kununua hisa, anza kununua sasa hivi, kama una account hakikisha kwamba una account, kama una account basi unaweza kuwasiliana nikakuelekeza wapi au namna gani unavyoweza kufungua account kama bado ulikuwa hujajipatia kitabu cha maajabu ya kuwekeza kwenye hisa hatifungani na vipande hakisha unafanya hivyo mara moja, kitabu hiki kina madini mazuri sana yatakayokusaidia wewe kuanza safari yako ya uwekezaji kwenye hisa, hatifungani na vipande. So, hakisha unakipata mapema sana. By the way, tutakuwa na seminar Juni 28 na, na Juni 29 itafanyika katika ukumbi wa Kingsway Hotel Morogoro mjini. Hakisha unathibitisha pia ushiriki wako. Karibu sana tuweze kuwa pamoja.